Ugunduzi wa teknolojia ya kipekee kabisa iliyotumika miaka zaidi ya elfu moja iliyopita katika eneo la Engaruka imeushangaza ulimwengu kuhusu maarifa ya hali ya juu waliokuwa nayo Watanzania wa wakati huo kabla ya ukoloni katika kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika eneo la Engaruka, wataalamu kutoka vyuo vikuu vya University of Kentucky, Stockholm University pamoja na Swedish University of Agricultural Science wametumia muda wa kutosha kujifunza namna mfumo wa umwagiliaji ulivyotumika katika kufanikisha kilimo kwa mashamba yenye ukubwa wa takriban kilomita 20. Study iliyochapishwa katika jarida la Geographical Journal na mtandao wa ResearchGate imesema mabadiliko ya hali ya hewa kutoka kwenye hali ya unyevu kwenda kwenye hali ya ukame ndiyo yalichangia wataalamu wa kilimo katika miaka ya 1400 kutengeneza suluhisho la umwagiliaji ambalo lilihudumia jamii ya watu zaidi ya elfu moja waliokuwa wakiishi katika eneo hilo pamoja na kuhudumia pia misafara ya kibiashara iliyokuwa inapita eneo hilo la Engaruka. Now, lengo la stori hii ni kwa sababu hivi karibuni. Kumetokea kejeli nyingi sana mtandao, hasa kwenye mtandao wa X zikiongozwa na ndugu yetu Sativa na kusema kwamba shughuli za kamari zinalipa kuliko shughuli za kilimo, huku pakichapishwa picha zinazoonyesha maumivu ya ukame yanavyowatandika vijana walioamua kuingia kwenye kupambania kuzalisha chakula na shughuli za kilimo statement. Na kejeli hizi zinaweza kuwa sio za kweli, lakini katika wakati huu mgumu kwa vijana wanatandikwa na ukame, zinaweza kuuma sana. Kwenye nchi ambayo inapaswa kukuza kilimo, inasikitisha kuona vijana wanatandikwa na hali ya hewa kiasi hiki, kukiwa hakuna mbadala wa mifumo thabiti ya umwagiliaji inayoweza kuwanusuru na mashambulizi ya vijana wanaojihusisha na kamari. Ikiwa study inaonyesha kwamba miaka ya 1400 wa Tanzania wa eneo la Engaruka waliweza kutengeneza mifumo ya umwagiliaji kupambana na hali ya hewa isiyotabirika. Maarifa hayo yangeweza kuhamishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine na kuwa improved. Ina maana vijana wa betting leo au vijana kutoka shambani wangepata kitu cha kuwajibu vijana wa betting. Wakati unapitia kwenye website ya tume ya umwagiliaji inayoongozwa na mkurugenzi mkuu Raymond Mdolwa, utakuta matamshi ya waziri mkuu na hata waziri wa kilimo kwa nyakati tofauti yakihimiza wafanyakazi wa tume hiyo kujikita kwenye utekelezaji na jitihada za kuhakikisha wanasimamia miradi na kuanzisha miradi ya umwagiliaji kwa nguvu. Nimejiuliza, hivi tume lazima akija waziri aone sehemu ya kuhimiza, au anatakiwa akija aone sehemu ya kushangilia utekelezaji mkubwa, wakati Tanzania ikiwa ni moja kati ya nchi kubwa ambazo zina maji mengi sana duniani? Sasa gap liko wapi? Na kuna kauli ya waziri wa kilimo Mheshimiwa Bashe ambayo aliitoa na kauli hii kama ikiwekwa betri mpya inaweza ikawasaidia vijana kutoka shambani kuwajibu vijana wa kamari. Waziri amewahi kuambia tume ya umwagiliaji kwamba anatamani miradi ya umwagiliaji ambayo inazinduliwa na kufanywa na tume ya umwagiliaji iwe na mshindo, iwe mizito na mikubwa kama miradi ya SGR au mradi mkubwa wa bwawa la Nyerere. Waziri ni kama ana pointi hapa. Endapo miradi hii ikitekelezwa, wale wanaolima mchele kwa vijana ambao wanalima matikiti, si watakuwa na cha kusema?